Mitandao shaizima kama tunavyoona, kituo cha polisi cho kituo cha polisi kadeni Ndugu zetu kumamae, atoke Ikulu ndo tunakuja huko

Yaani crown hapa hivi imewaka yote moto tena, namba namba hii hapa imewaka moto hapa, chuma adi huku kuna magari pembeni yameshavunjwa, jeshi limeshakuja hapa hivi, lakini jeshi wanavoema, lakini wananchi